ni ya matumaini yangu asubuhi ya leo ya kuwa uko salama wewe unaifuatilia Sauti Kuu Online TV hivi sasa popote hapo ulipo. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja, jina langu naitwa Dorcas Daniel ambaye nitakuwa na wewe kuanzia mwanzo hata tamati ya magazetini leo. Tukiangaza kwa pamoja yale yaliyojiri yakaandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti mbalimbali mbali. Wahariri wa magazeti hayo wakathibitisha kuwa haya yafaa kwa umma. Hata hivi ninavyokuangazia sasa, ninadhaminiwa kabisa na kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lile lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao.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 kwa maana ya kuhudhuria unaweza kutizama nyakati zozote zile e, pengine zikiwa katika matangazo ya moja kwa moja yani mubashara ama hata baada ya hapo, kwani e, ibada hizo mafundisho mbalimbali mbali, semina na vinginevyo vifananavyo na hivyo vinarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online na kupitia Rev Elingarami S Munisi Online TV. Kwa hiyo unaweza kutizama e, pindi vyombo hivi vya habari vinaporusha matangazo hayo moja kwa moja na hata baada ya hapo, hayo mafundisho husalia hapo katika orodha mbalimbali ama playlist. Kwa hiyo unaweza ukarejea wakati wowote ukajifunza tu, lakini ni muhimu sasa kusubscribe katika chaneli zote hizi mbili. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe kwa wino wowote katika uh, simu janja yako, basi bonyeza maneno hayo, itakuletea alama ya kengele na yenyewe bonyeza kwani hii itakusaidia kwa wa kwanza kuendelea kupata na kupokea taarifa zozote pindi tuwapo hewani. Mimi naitwa Dorcas binti wa Daniel, wengine huniita double D, si mbaya. Kukamilisha matangazo haya ya asubuhi ya leo, pande mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Karibu ni kuangazia gazeti Nipashe ukurasa wake mbele unasema waziri mkuu mpya katika hesabu kali. E, waziri mkuu mpya katika hesabu kali, jina lake kuwasilishwa bungeni leo. Wabunge watoa ya moyoni wakichora taswira ya wanayemtaka. Haya utayapata ukurasa wa ndani wa gazeti Nipashi. Lisu aibuka na hoja sita akimkataa shahidi wa siri. KKKT yalia yaliyojiri vurugu za Oktoba 29. COP 30 mbegu himilivu kuteka mjadala wa kilimo. Habari hii utaipata katika nakala hii ya gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Nimonia yazidi kuwa tishio kwa uhai wa watoto na wazee. Niliteswa kituo cha polisi, huku nikimwagiwa konyagi, mshtakiwa anaeleza. Habari hii utaipata ukurasa wa ndani gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii utakapokamata nakala hiyo. Gazeti Mwananchi limeandika matarajio ya wananchi. Matarajio ya wananchi, habari ukurasa wa pili wa tatu hata wa nne. Ni yapi basi matarajio ya wananchi ni eh, kujua ni nani atakuwa waziri mkuu atakayechukua nafasi ya kwake Majaliwa, Kasim Majaliwa, vilevile hotuba ya rais leo bungeni na kadhalika, wabunge wakifanya uchaguzi eh, wa bunge, wa makamu spika wa Bunge. Hayo na mengine mengi ni leo. Hivyo matarajio ya wananchi ni yapi, kufuatia matukio hayo? Kama tena kale ya gazeti Mwananchi uweze kufahamu. Lisu alianzisha upya awapinga mashahidi. Mrundikano wa wanafunzi mtakuja washitua. Eh, mrundikano wa wanafunzi mtakuja shule hii e, ya mtakuja washitua Kulikoni, Lisu alianzisha upya. Habari hii imekwisha kusoma, naondoka hapo, nikiangazia gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Dokta Mwinyi kuandika mkeka wa mawaziri leo. E, vyombo vya habari kutangaza moja kwa moja mrithi wa Majaliwa kujulikana leo. E, UNICEF kusaidia ulinzi vyanzo vya maji kumradhi, UNICEF kusaidia ulinzi vyanzo vya maji. Macron aionya Israel kutaka kunyakua ukingo Magharibi. habari hii imetajwa katika gazeti Zanzibar Leo uh, ukweli na uwazi, unaweza kujipatia nakala hiyo. Huko gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, likiandika wabunge wataka waziri mkuu wa kasi, bunge kumpigia kura leo Wadau wa siasa wampa ushauri Rais Samia kutoa mwelekeo wa serikali bungeni kesho. Eh, Dr. Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri leo. Uchumi wazidi kuimarika, waku, eh, waku, wakuwa kwa asilimia sita nukta tatu makusanyo ya vuka lengo, ukurasa wa pili wa gazeti hili. Unaeleza makala yahimiza viongozi wa dini kuomba amani. Ukurasa wa nne pia unataja mgodi North Mara wavuka lengo uzalishaji, KKT kuliombea taifa kwa siku saba, kesi ya uhaini ya Lisu ya kwama, 498 wapata ufadhili masomo, sekta ya afya. Habari hizi na nyinginezo, basi utazipata katika gazeti Habari Leo, guji la habari Tanzania. Huku gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu, likiandika Rais Samia kutegua kitendawili leo, Watanzania wasubiri jina la waziri mkuu kwa hamu. Benki ya TADB yawajengea uwezo wa kulima Ruvuma. Dr. Kellen Rose Rakatari kuvalia njuga barabara za Mlimba. Bunge kumchagua naibu spika leo. Eh, benki ya TADB wajenge sawa. Habari hii imekwisha kuisoma Chama cha mawakili wa serikali TPBA cha laani vurugu na mauaji, huku TRA ya wafariji walioathirika vurugu za maandamano, serikali ijikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Habari hii utaipata katika gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu. Mwananchi huru gazeti limeandika waziri mkuu kujulikana leo, miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu. Sauti ya nemka isiwe tena sauti ya mtu aliye nyikani, Dr. Mpango anasema. Eh, Dkt. Rakatari ala kiapo na kuahidi kuwa barabara ndio kipaumbele chake. Mlimba, wakulima Ruvuma wanufaika na mafunzo ya TADB kuboresha kilimo. Lisoendelea kusota rumande. Tanzania yaitaka dunia kutofanya mzaha na athari za momonyoko wa fukwe. Habari hii utaipata katika gazeti Mwananchi huru Tanzania utakapokamata nakala hiyo gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Waziri mkuu wa 12 gumzo kila kona. Rais Dr. Samia asubiriwa kutegua kitendawili. Wakulima Ruvuma wanufaika mafunzo a benki ya TADB. Habari hii utaipata katika ukurasa wa tatu wa gazeti Raia Mzalendo. Dr. Kellen Rakatare ala kiapo na kutangaza mikakati kabambe mlimba chama cha mawakili wa serikali cha toa pole waliopoteza ndugu mali kwenye vurugu. Wananchi wa Bagamoyo e, waishukuru serikali kwa miradi ya TARURA. Haya, Rais Hussein Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri leo. Habari hii pia imetajwa katika gazeti Raia Mzalendo ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru ukweli daima, mrithi wa majaliwa hadharani Stamico, tido kufanya utafiti wa madini. Jinsi ya kuondoa uvimbe katika kizazi bila upasuaji, habari pia ambayo imetajwa katika gazeti Uhuru ukweli daima. Haya, taifa Tanzania uzalendo kwanza, taifa linasubiri hotuba ya Dr. Samia bungeni, atahutubia wabunge wapya Ijumaa Novemba eh, 14, 2025. Jina la waziri mkuu bado, karata zinachangwa Habari ukurasa wa pili, wa Ethiopia 37 washikiliwa kwa kuingia nchini bila kibali. NEMC yachota maarifa kuhusu hifadhi na usimamizi wa mazingira kutoka eh, kwa Dr. Mpango. Haya bwana, naondoka hapo mimi nikiangazia eh, gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, waziri mkuu kuthibitishwa leo. Mawakili wa serikali walaani vurugu, mauaji na uharibifu wa mali. TADB yawajengea uwezo wa kulima wa Ruvuma. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio. Sauti ya Nemka isiwe tena sauti ya mtu aliye nyikani, Dkt. Mpango anasema hayo. Naondoka hapo, nikiengezia gazeti mwanahabari gazeti bora kumekucha. Dodoma, serikali mpya kutangazwa leo bungeni. Jina la waziri mkuu lasubiriwa kwa hamu. Wananchi wafunguka, waziri mkuu ajaye awe mwenye hofu ya Mungu atakaye e, waunganisha watanzania pamoja. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti mwana habari gazeti bora. 38 washikiliwa kwa kuingia nchini kinyume cha sheria. Makonda mjingoni yahapa kuibeba Arusha mjini. Kesi ya Lisu yaahirishwa hadi itakapopangiwa kikao kingine. Dkt. Mpango watoa e, wito kuimarisha ulinzi wa mazingira. uelekeo spoti, e, young, sawa. habari hii ya kimichezo na burudani. Kumradhi, majira gazeti limeandika moshi mweupe bungeni, waziri mkuu kujulikana leo, miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu asubuhi leo katika nakala za magazeti zilizoandika habari za kitaifa. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio Mawakili wa serikali walaani mchakato e, machafuko siku ya uchaguzi e, wachimbaji madini wadogo Simiyu waiangukia serikali. Mawakili wa serikali walaani vurugu, mauaji na uharibifu. Habari hii imekwisha kuisoma ngome ya vijana ACT yatoa tamko vurugu za uchaguzi. Habari hii pia utaipata katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Mtazamaji, hiyo ni sehemu ya kwanza ya magazetini leo. Tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa basi nitakuangazia habari za kimichezo na burudani.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 92 au 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo. Sehemu hii ni mahususi kwa habari za kimichezo na burudani, hasa ukiwa mwanamichezo. Kama ndio kwanza unaungana nami hivi sasa, jina langu naitwa Dorcas Daniel. Nipashe, Mwanga wa Jamii michezoni limeandika, tutakuwa imara kafu e, ya waondoa hofu mashabiki, hali ya Mudathiri ya tamba kuvuna pointi zote. Yanga wanasema tutakuwa imara kafu ya waondoa hofu mashabiki, hali ya Mudathiri ya tamba kuvuna pointi. Simba yaongoza mabao ya vichwa. Ronaldo afunguka muda wa kustaafu. Haya utayapata ukurasa wa mwisho wa gazeti Nipashe. Huku gazeti Mwana Spoti, gazeti la kimichezo na burudani pekee, likiandika Andabwile bis Yanga Sports Club, kuna jambo. Kigogo TFF atia neno. Gamondi kama hawa tu stars. Nabi Kamara ashangaza Simba. Nabi Kamara ashangaza Simba. Shakila anaezeeka na utamu wake. <laughs> habari hii imetajwa ukurasa wa mbele kabisa gazeti Mwana Sporti. Unaweza kupata habari hiyo kwa kina. Zanzibar Leo michezoni: kipanga yaipoteza uhamiaji azam kuwafuata as maniema Novemba 19, ZFF yawakunjulia makucha ya waamuzi, huku sekta ya michezo kuendelea kuimarishwa. Haya na mengine mengi ni kwa mujibu wa Zanzibar Leo, gazeti upande wa habari za kimichezo na burudani kadhalika, gazeti Habari Leo. Eh, bodi ligi kuu bara yafyeka waamuzi. Taifa Stars yenda Misri. Yanga yaiwinda Petro. Ambwene atunukiwa shahada ya uzamili theolojia. Habari ukurasa 21 wa gazeti hilo. Gazeti eh, Uhuru ukweli daima limeandika nyota Taifa Stars mzuka umepanda TPLB yakiri ushindani ligi kuu. Habari hizi za kimichezo na burudani tutazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti Uhuru. Taifa Tanzania Uzalendo kwanza, gazeti limeandika Stand United yapigwa faini milioni kumi kwa kushindwa kufika kiwanjani, kisa nauli. Majeraha ya Faisal Salum yazua hofu. Azam Football Club adabwile ya kanusha kuidai Yanga tarehe za michuano ya CAF hizi hapa. Kamata nakala yako ya Taifa Tanzania Uzalendo kwanza uweze kufahamu kwa kina gazeti. Uh, wa Machinga Sporti michezoni hapa, kocha Yanga hesabu kali, ligi ya mabingwa. Yusuf Chipo rasmi kocha wa Mtibwa Sugar. Kevin John Misri kuungana na Stars. Kelvin John, uh, Kelvin John Misri kuungana na Stars uh, sawa. habari hii imetajwa katika gazeti ya Matinga Sporti. Baraza anasema Nation amestahili kuitwa Stars, ni habari ambayo utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti hilo. Naondoka hapo nikitupia macho gazeti mwana habari, gazeti bora la kila siku. Taifa Stars yaelekea Misri kuwavaa eh, Kuwait. habari hii imetajwa katika gazeti Mwanahabari. Ryan yafungiwa kisa kocha Simba. Fountain Gate yang'aa tuzo za bodi ya ligi. ndairagiji rasmi kocha mkuu wa TRA, Adam, eh, andabwile afunguka sakata la madai. Habari hii imetajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwanahabari, unaweza kupata habari hiyo kwa kina. Vilevile gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndio kesho yetu, limeandika Pantev ataka kila mchezaji afunge Simba, haijalishi unachezea nafasi gani, lakini yeye anataka kila mchezaji afunge Simba. E, kama anasema Yanga Sports Club haijaporomoka kiwango. Adai andabwile hawadai hata sumni, bali imetajwa katika gazeti Uelekeo Spoti. E, Dani Alves ageukia uchungaji. <laughs> Hatimaye bondia Swanga arejea nchini. Habari imetajwa katika gazeti Uelekeo. Tuhitimishe magazetini leo kwa kuangazia Majira mtazamaji, Majira, Majira bwana limeandika bodi ya ligi ya ipa onyo klabu ya Yanga ni kwa kuvunja ratiba ya mchezo. Bodi ya ligi ya ipa onyo klabu ya Yanga ni kwa kuvunja ratiba ya mchezo. Azam yaanza kuiwinda AS Maniema. Habari hii imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Naweza kukamata nakala yako mara moja popote hapo ulipo ili kupata habari kwa kina. Mimi ni Dorcas Daniel kukamilisha matangazo haya, mwenzangu ni Freedom Richard upande wa mitambo, nikutakie asubuhi njema. Maarifa ya kiroho, jipatia vitabu vya Rev ES Munisi vilivyohaririwa kwa uweledi vitakavyokujenga kilimani, kwa kujipatia nakala yako kwa bei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 naunabii na hitimisho la historia na kitabu cha ujasiria mali wenye mafanikio. Kwa mawasiliano zaidi, piga na simu namba 0713028292 au 0678813891.